Kwa jinsi serikali inavyomtafuta Mange sawa, hata kitokea maiti ndio imerudishwa ya Tanzania, yani sheria lazima ifuate mkondo wake. Kwanza lazima polisi wampeleke kituoni sawa, akishampeleka kituoni atoe na <laughs> inaofata lazima ampeleke mahakamani, umeona serikali ishinde kesi, lazima apeleke kwanza gerezani umeona, aafu baada ya hapo mazishi ndo yataendelea yani. <laughs> Kivyovyote vile lazima kwanza aingie kwanza kituoni, hata kama ni maiti itaingizwa kwanza kituoni, pelekwe mahakamani, alafu ndo e, yani mpaka gerezani. Umeona, baada ya hapo sasa mambo mengine ndo yataendelea yani. Haiwezekani mtu mmoja asumbue watu kwa namna hiyo, watu hawalali kwa ajili yake.